Makundi ya wanawake kaunti ya Mombasa wameungana ili kufanikisha msaada wa matibabu kwa wanawake na watoto eneo linalokumbwa na vita katika eneo hilo la Gaza. Hii ni baada ya kuwepo kwa zaidi ya watoto elfu thelathini waliosalia mayatima. Tunaona vifo na maafa na dhiki yanayowakumba watu wale walioko Gaza, na ni masikitiko masikiti makubwa sana kwambia kufikia saa hii tuko na watoto takriban elfu thelathini ambao ni mayatima. Majeruhi ni karibu laki moja elfu sitini na tano na ukiangalia kwa kweli hawa watu ni civilians, yani ni raia wanahitaji kuangaliwa katika hali ya kiafya. Haya mambo tusiyaangalie kwa upande mmoja peke yake, upande wa dini peke yake. Hapa kuna masala ya ubinadamu kuna masala ya humanity na suala la humanity ni suala ambalo kwamba liko ndani ya katiba ya United Nation. Yoyote ambaye kwamba hatojali ubinadamu, huyo mtu lazima asinyamaziwe kimya. Kumevunjwa sheria za United Nation, kumevunjwa sheria za ICC, kumevunjwa sheria za ulimwengu mzima, ni lazima kwa kila mtu aliyoko hai katika hii dunia sasa hii kunyosha au kuenua sauti yake kupinga dhulma kama ile. Naam, mimi ni mzazi na ni mama. Wakati tunaona watoto wanaangaika, watoto wanateseka, hawana matibabu, na tulipoletewa habari hizi tulisimama kidete kama wamama, uchungu ule wa mama kwa mwanaye si lazima uwe umemzaa yule mtoto, lakini ule uchungu kama mama tunahisi. Tukasimama sote wa mama wa Mombasa kideti, katika kuhakikisha kuwa tutafikia hiki kiwango cha milioni kumi zipelekwe Gaza kwa kusaidia watoto na kusaidia wakinamama wanaohangaika bila uh, uh, matibabu katika ugandamizi na unyanyasaji wa Netanyahu. International community, nawaambia na tafadhalini, mkuwe na utu wa ubinadamu, utu tupate kusaidia wenzetu ambayo wanateseka.